akkakawaikuika nikitaka kuondoka, ningechukua kule nyumbani mbegu zetu, si sina sikia, siku hizi wamechana. Mambo ya mifugo mifugo hawataki tena eti. Unachukua kibali. Mm. Mm. Yaani kambego kama hii nikifikisha kule nyumbani? Eh. Ah. Sisi kule ni wa Kizungu, sawa lakini hawezi eh, wale ambao wa madoa doa wale. E, tena sasa huyu hawa kama wanakula mara moja kwa siku na wanarefuka hivi. Kule kwetu ma chakula mengi. Sio tarikuta kubwa kabisa. Maana hmm. Sisi hadi tunawapikia mihogo e. Yaani yeah, kule wanakula vizuri kabi, sema sasa mbegu labda yani hmm. Ndowsa <coughs> Lakini sikuna muda nanedea, sema kwetu ni mbali kweli. Ningechukua hata kakiwa na mwezi miezi miwili, sitakuwa mkubwa. Sasa atanisumbua kusumbui, unajua unafanyaje? litenga nachukua tenga ishachukua, hmm. Lile tenga unalinanili unalishonea chini mfuko, hmm. Afu unamwingiza ndani.